Mawaziri hao wawili na makatibu kumi na tatu waliidhinishwa siku ya Jumatano na bunge la kitaifa baada ya kupigwa msasa na kamati ya uteuzi ya bunge hilo. Mapema Alhamisi wakaapishwa katika ikulu ya Nairobi. I Geoffrey Kiringa Ruku Do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya Uapishi huo sasa ukikamilisha baraza la mawaziri kufuatia pengo lililowachwa baada ya aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa kupigwa kalamu, huku Justin Turi aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma akitumuliwa hivi majuzi. I commend each of you for stepping forward to serve the nation at the highest levels of government and I congratulate all of you on your successful navigating rigorous vetting process and securing parliamentary approval. I must emphasize, if you are not already aware that the real test begins today. Rais Ruto akizungumza katika hafla hiyo amewaonyea dhidi ya donda sugu la ufisadi na kuweka wazi matarajio yake kwao huku akiwataka kuepuka shoka lililowaangukia watangulizi wao.

Rais akitambua chibuko la mawaziri na makatibu hao walioapishwa katika sekta za kibinafsi, amewahimiza kudumisha moyo huo huo katika utendakazi wao mpya kama mawaziri na makatibu na kuwahudumia Wakenya kwa uadilifu. Rais pia ametumia nafasi hiyo kutangaza kuwa amerejesha mswada wa mgongano wa kimaslahi bungeni ili kuangaziwa upya, akizitaka bunge zote mbili za kitaifa na seneti kuwekeza mikakati ya kuzima ufisadi katika ofisi za kiserikali to exercise leadership in making sure that we get a piece of law that will help us manage and eliminate eventually matters corruption baada ya uapisho huo, mawaziri hao ambao ni Ana Cheptumo wa jinsia na mwenzake wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, sasa wanaanza rasmi kutekeleza majukumu yao kama mawaziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Mary Kialo, Undugu TV.